Wa West TV nakarimu Boimanda. Kwanza habari za asubuhi. <laughs> <laughs> tumeamka salama na tunaendelea vizuri kabisa, na tulipata nguvu zaidi mara baada ya kuona ile taarifa ya dabi na tarehe yake kupangwa kabisa kwamba ni Mei 11. Tukasema basi shughuli imemalizika, ndio tukawiwa kukutafuta ili ututhibitishie ni ya kwenu au wajanja wa mjini wamefanya ya kwao, bwana Karimu. Ah, kwa kweli mjini umechangamka sana Nami na nimeiona hiyo taarifa, nimeiona taarifa, lakini si taarifa rasmi, si taarifa kutoka kwetu wala kutoka sehemu nyingine yote ambayo ni rasmi. Ni taarifa tumetengenezwa na wahuni wa mtandaoni. E, na, na imepata imepata mwitikio mkubwa ama imesambaa zaidi kwa sababu inawezekana watu wanasubiri kwa hamu hiyo taarifa. Kwa hiyo eh, licha ya kwamba si taarifa sahihi lakini kwetu sisi tunapata tuna hiyo halati ya kwamba ni namna gani watu wanasubiri kujua huo mchezo utafanyika lini. Kwa hiyo kwa sasa hivi ndio tuishie okay. tu, okay. tu, tu kuthibitisha kwamba hiyo taarifa Uh, ni ya uongo imetengenezwa tu na watu ambao hawajulikani mm -hmm. na Watanzania wapenzi wa ligi kuu ya NBC wapenzi wa mpira wa miguu waipunguze okay. Waipuze kwa sababu haina haina ukweli wala uhalisia wowote k okay, so, sawa sawa. Hilo umeeleweka vizuri Bwana Karimbo Imanda ya kwanza, moja, liki kuu Tanzania imekuwa ikisimamia michezo yake yote kuanzia mwanzo wa msimu mpaka mwisho kwa kufuata uh, taratibu na miongozo ya kanuni zetu, uh, kanuni ama miongozo mbalimbali natolewa na kafu na FIFA pia, kwa maana ya sisi tunasimamia ligi kwa standard hizo za kafu na FIFA na hii ni ni, ni, ni, ni kwamba nguvu uh, tunaitumia mwanzoni mwa msimu tunakwenda nayo moja kwa moja mpaka mwisho haipungui, hmm. Lakini tukiri kwamba msimu unapoelekea ukingoni presha imekuwa ikiongezeka. Tunafahamu kwamba mwishoni huku kila klabu inakuwa inatamani kutimiza malengo yake na inakuwa imesaliwa na michezo michache, kwa hiyo automatikali kuna presha inazaliwa, ambayo sisi kama waendeshaji jukumu letu ni kuhakikisha presha hiyo haiathiri haiathiri eh, taratibu za mchezo haiathiri kanuni za ligi haiathiri sheria za mpira kwa hiyo jukumu letu ni kusimamia na kuhakikisha presha ile inakwenda tu kuzalisha burudani zaidi viwanjani inakwenda kuzalisha ushindani zaidi viwanjani na hilo ndio jukumu kubwa ambalo linatusababisha sasa tuongeze nguvu zaidi kwenye usimamizi kwa hiyo nime nime niko, niko tayari hapa kukuambia kwamba eh, nguvu ambayo sasa hivi tunaiweka kwenye usimamizi wa michezo yetu ni kubwa kubwa zaidi na msingi wake ni huo. Eh, kama tutaongeza nguvu wakati tunafahamu kwamba presha imeongezeka yeah, viwanjani maana yake mm, tutakuwa tuna, tunafungua mlango kwa vitu vya hovyo kutokea. Kwa hiyo tuwaeleze tuwa tu wadau wote ikiwemo klabu eh, washabiki na wadau wengine wote wafahamu kwamba eh, bodi ya ligi kuu Tanzania imeongeza nguvu zaidi kwenye usimamizi wa michezo hasa hii ya mwishoni mm. E, ili kuhakikisha inakwenda salama. So far tumekuwa na msimu bora mpaka hapa tulipofikia. Tuna msimu bora kabisa, ushindani ni mkubwa, burudani viwanjani ni ya kiwango cha juu, namna ambavyo ligi yetu inazungumzwa, inazungumzwa kwa kiwango kikubwa sana. Hakuna topic inahusisha ligi mm. e, zungumzwa sana leo. Kuna mtu ameamka, ametengeneza barua za uongo, barua za mchongo <laughs> lakini nimepata ya time kubwa mm, zimezungumzwa na vyombo vya habari, zimezungumzwa kila mahali, lakini ukiangalia msingi wake ni namna ambavyo habari za ligi yetu zimekuwa zina mvuto mkubwa. Kwa hiyo hii ni ishara kwamba tuna msimu bora, lakini tusipoweka nguvu huku mwishoni, hii msimu bora unaweza ukaenda kuharibika. Kwa hiyo mm. tuwakumbushe wadau wote, kila mtu atekeleze, afuate kanuni afuate sheria na hhtoki hatoki njia mkali kwa sababu bodi ya ligi iko macho. I, kila mchezo unasimamiwa na maafisa wanaohitajika, lakini kwa ziada tunawaagiza tuna tuna, tuna maafisa wetu kutoka bodi ya ligi ya TFF kufika kwenye hivyo viwanja kwa ajili ya kuangalia hmm. yale ambayo maafisa wa mchezo wamekuwa wakiyafanya, e, kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendana na taratibu zetu kwa maana ya kanuni na sheria za mchezo. Sawa, tuende tumalize na hili la viporo vya Simba. Tunaona kwamba vinazidi kuongezeka, mmejipanga kisawasawa kuhakikisha kwamba hilo linakamilika vizuri? Uzuri, ratiba ya ratiba ya ligi iliyopo sasa hivi ni ratiba ambayo e, iliandaliwa baada ya Simba kufuzu ile hatua ya, ya robo fainali mm. e, na uwepo wa, wa, wa, wa, wa rat, ratiba zingine za hiyo klabu, kwa hiyo ilitengenezwa ratiba ikiendelea ee, mpaka mwisho wa msimu kwa hiyo Simba amekuwa hana mchezo katika kipindi hiki kirefu, lakini e, ratiba yake ipo na wao wenyewe wanaifahamu, wanajua watakapoingia mwezi Mei watakuwa na michezo mingapi mm. itakuwa wapi na wapi kwa hiyo e, ni viporo ambavyo hatukuwa e, na namna ilikuwa ni lazima tu mibebe na kwamba sasa tunakwenda tunakwenda vinakwenda vyote kuondoka na ligi itaisha kwa wakati kama ambavyo Eh, kama ambavyo tulitangaza kwenye ratiba yetu. Sawa, ni kushukuru sana Karim Boimana kwa kuungana nasi asubuhi ya leo, asante sana. Mpe haya hapo, farasi wa Mtongo, nimesikia kwa mbali. Sawa, farasi amekusikia, zimefika <laughs> Haya bwana, farasi wa mchongo, niko naye hapa <laughs> kama ambavyo ameitwa na Karim Boimanda, afisa habari wa bodi ya ligi. Ebana, Watanzania tunazidi kuchangamka kweli kweli, no. Kocha Tigana pamoja na kiungo, yaani yeah. Mtu anakaa hiyo ndio inakuwa shughuli yake ya siku kutengeneza tension. yes yeah wa wazoefu wa barua zile ah. Mm. au barua za kitaasisi na no, unajua ni imekamilika kila kitu yaani eh. Kila kitu yani, labda ukae utafakari mm. Vizuri ndio utaona labda kuna mapungufu uh -huh. baadhi eh yes eh, imepangiwa kabisa na tarehe ime, tarehe kumi Mei <laughs> saa moja jioni dabi so. Ilikuwa inaenda kupigwa, alafu akakuandikia hapo kwamba uamuzi huu umefanyika kwa kuzingatia mambo yafuatayo mm -hmm. Kuongeza usawa wa mazingira <laughs> ya kiushindani kush, kwa timu mbili kuimarisha ushirikiano wa michezo baina ya Tanzania bara na Zanzibar. Ngoma inapigwa amani yo complex lakini, <laughs> kuwapa mashabiki wa Zanzibar nafasi ya kushuhudia moja ya mechi kubwa nchini. Yani kaka kaa katafakari akili yake ndio kaishia hapa. Ah, sasa shida iko sehemu moja tu. Sasa ukishamaliza hivi wanaangalia tu, tunakuacha unajua, hii ni kuharibu image eh, yeah, sio? mm. Alafu unadhani ni nini? ni, ni, ni kazi kuwapata hao? Sinasema kwani hawawezi kukomesha au haiwezekani? Naona, kwa sababu wameshaamua, wameamua wame wenyewe iwe hivyo, sawa. Kwa sababu akikaa huyu ndio anatengeneza hmm, stori ya Simba hey. Yanga akikaa akajisikia akatoa stori, sijui unawezaje kuipotosha jamii kwenye mazingira ya na namna hii, alafu ina hele pepa eh? Yes. Nakwambia, yani ukiangalia na kwa haraka, yeah. Haraka. Aye, yani mpaka labda huyo uchunguze sana maswali ya kumuuliza hivyo, umepata wapi? Umefanya mefanya Sasa utamjua, wanajulikana. E, bwana, taarifa kutoka ndani ya bodi ya ligi ikithibitishwa kwetu na Karim Boyumanda afisa habari wa bodi ya ligi kuhusu mchezo wa Kariakoo Derby uliotambawa kati ya Kodabi Ulio Otambawa, Simba Sports zili ya kikosi cha Dayang African imetolewa rasmi. Nikukumbushe tu ilikuwa ni Machi tatu ambapo e, ilibidi mchezo upigwe katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam Simba Sports zili ya kikosi cha Dayang African lakini kwa hali ambayo sio ya kawaida. E, tulipokea taarifa kwamba Simba Sports wamezuiwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa kufanya mazoezi. Simba Sports bila tu baada ya kuzuiwa walifanyiwa vurugu na walinzi mabansa ambao wao waliwatanabaisha, waliwata kwamba ni mabodyguard na walinzi wa kikosi cha Young African, kuingia katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam, lakini hapo pia e, meneja wa uwanja naye akawazuia, lakini baadaye kamisawa mchezo alipofika eneo la tukio na kuwaruhusu Simba waingie kufanya mazoezi hilo likashindikana. Mwisho wa siku Simba baada ya kufanya kikao kizito kwa masaa matatu, e, ya uongozi wa Simba pamoja na bodi ya Simba wakakubaliana kwamba mchezo huo hawataucheza wakatoa taarifa rasmi kwa vyombo vya habari kwamba mchezo huo namba 184 wao hawataucheza kutokana na kuharibiwa kisaikolojia kushindwa e, kufanya mazoezi, na hiyo iliwanyima wao haki ya kikanuni kwamba wanastahili kufanya mazoezi. E, katika uwanja wa mechi siku moja kabla ya mechi. Baadaye, bodi ya ligi wakaja na taarifa asubuhi na mapema kwamba watu waendelee kununua tiketi, e, mchezo upo, lakini baadaye tena bodi ya ligi wakaja na taarifa kwa e, kwa kwamba mchezo umeahilishwa, lakini kituko na ajabu kilichotokea baadaye, kikosi cha Yanga kilipeleka timu uwanjani kikafanya mazoezi. Simba kutokea hakuwepo na marefari, lakini mashabiki walikuwa wamejaa uwanjani. Taarifa, uh, kwa tarehe ya mchezo huo huku siku hii ya leo zimeibuka taarifa uh, za kusema kwamba mchezo upo na utachezwa kule visiwani Zanzibar uh, majira ya saa kumi kamili za jioni uh, mwezi unaofuata, lakini TFF kupitia afisa habari uh, wao, uh, Mr Karim Boimanda wameweza kuthibitisha kwamba mchezo huo haupo, uh, uh, barua hiyo ni imefojiwa tu, barua hiyo sio rasmi kutoka pale TFF na bario hiyo ni feki, lakini wao bado hawajaupangia mchezo tarehe, ni lini utachezwa na utachezwa wapi. Kwa taarifa zinazoendelea kusambaa mitandaoni kuhusu mchezo huo zipuuzwe, sio sahihi, kuhusu mchezo wa Simba Sports dhidi ya kikosi cha Dar Young African, najua mtazamaji wa channel yetu unayo shauku unayo hamu kubwa sana ya kufuatilia mchezo huu ambapo Simba Sports kwa sasa yuko nafasi ya pili tofauti ya alama kumi na, uh, na kinara Yanga huku Simba Sports akiwa nyuma kwa michezo mitatu. Kwa namna ambavyo unaiona performance ya Simba katika michezo ya ndani na nje, kwa namna ambavyo unaiona Yanga katika performance ya mchezo ya ndani, tuandikie maoni yako katika sehemu ya comment, unafikiri nani atakwenda kuwa bingwa msimu huu? Na taarifa ambazo sio rasmi pia zinasema mchezo huu wa dabi utachezwa, utakuwa ni mchezo wa mwisho kabisa wa kufunga ligi kuu ya Tanzania bara msimu 25 24 25. Usisahau kusubscribe.